Da da da, simu yangu bado iko polisi. Wanangu, simu yangu bado polisi wameishikilia, wanaichunguza eti ko hapa, natumia visimu simu vya kuazima. Ila nawashukuru sana Watanzania kwa kelele mlizopiga, nawashukuru sana mitandao ilivyofanya kazi. Ah, ninawashukuru, kumbe Watanzania wananipenda baba Asante sana wanangu, asante sana vijana wangu, ninawashukuru sana, maana baba yenu nachoka. Ah, nachoka mi baba yenu Clemence Mwandambo, nimemaliza mimi. Asanteni. Aise, baba yenu Clemence Mwandambo bado anachoka tu, anazidi kuchoka kila kunapokucha. Wiki moja wiki mbili hivi, Clemence Mwandambo aliripotiwa kutekwa, lakini baadaye jeshi la polisi mjini Mbeya kuhusiana na swala la kuchochea ehe maandamano kupitia mitandao ya kijamii. Na unakumbuka stori hiyo nilikupa, na nikakupa pia na na la na na na ya ya ya ya kuhusiana na swala la wazanzibari na Watanganyika. Sasa baada ya hapo, bana, ametekwa, lakini baada baada hapo bana bana kwamba kwamba lakini kudhibitishwa ni alikuwa alikuwa ameshikiliwa na jeshi la polisi. kakake ndo ndo ametoa taarifa hizo kutaka kutaka kuomba Watanzania tafadhali waweze kupaza sauti zao ili aweze kujulikana wapi wapi. Nadhani baada ya kelele za mitandao, watu kutaka kujua Clemence Mwandambo kapeleka wapi, jeshi la polisi mjini Mbeya So, katika kituo cha polisi ameshikiliwa kwa muda, kwa ni kuja kuwashukuru yes. So, e, wa, wa Tanzania vijana wa Tanzania ambao walipaza sauti kuweza

mtetea kupitia mitandao ya kijamii. Mwenyewe pia amekuja kukiri kwamba ameamini kabisa kwamba Tanzania wanampenda na nawashukuru wao kwa kusimama na yeye katika kipindi hiki chote ambacho alikuwa hapo yuko ndani. Na amesema kwamba simu zake bado zimeshikiliwa. Sasa hivi anatumia visimu simu vya kuazima azima tu. Sasa sijui kama ataendelea kutumia visimu simu hivyo vya kuazima kuendelea kupaza sauti na kutoa hoja zake kama ilivyokuwa mwanzoni ama kuna ilani ambayo amepewa. Sasa sijui, lakini inaonyesha kabisa kwamba Clemence bado anajiamini kwamba yeye hey, yupo innocent. Yaani, eh, mpaka kuja kurekodi klip zingine kupitia simu simu za watu wengine, wakati simu zake bado zimeshikiliwa na jeshi la polisi, inaonyesha kabisa kwamba ana confidence ya kutosha kwamba yeye hana kosa lolote mbele ya ya sheria na na hivyo basi, anaweza kuendelea kufanya harakati zake kama kawaida. Inaonekana kabisa kwamba hamna onyo yote ambayo amepewa na masharti yote ambayo amepewa baada ya kuachiliwa kwa dhamana. Ndio sauti ya baba yenu.